Silas Kibet mwanafunzi kutoka shule ya PCEA Ngong Hills County ya Kajiado, aliyeongoza kwenye mtihani wa KCSE katika shule hiyo. Naitwa Silas Kibet na naishi Ngong, Ngong Town. Na nilikuwa PCEA, PCEA Ngong Hills Secondary School. Kibet aliyepata alama ya C+ anaelezea utaratibu wake uliochangia kuvuna alama alizovuna kwenye jaribio hilo la KCSE mwaka jana. Um, mostly ilikuanga hiyo ya yeah, unafika home umechoka, lakini bado tu nahitaji kusoma juu, unajua next day uko na exam mbili na ni tough. Bado saa nilikuwa na, nikifika tu hivi home nioge ni kule, alafu ni ingie kusoma, maybe for like one hour two hours, then ni lale, then pia ni amke mapema. Nilikuwa na set alarm, ndio naamka mapema h licha ya wanafunzi kuwa themanini na watano, shule hiyo ya kutwa ilifaulu kuwapeleka wanafunzi watano kujiunga na vyuo mbalimbali, huku wengine wakitarajia kupata nafasi katika vyuo anuwai vya kiufundi na vile vya kadri. Hadi ile time tulikuwa tumepewa yetu peke yetu, lakini tulikuwa tunaita walimu pia wakuj tuonyeshe zile pale pale natushinda bado sababu hivyo ndio tulikuwa tunaweza afu pia tukienda home ni hard work bado. Nyota ya mwanafunzi huyu ilianza kung'aa na kuimarika zaidi alipoingia katika kidato cha nne, baada ya kuwa miongoni mwa wanafunzi kumi bora kidato cha kwanza hadi cha tatu. Nilikuwa, lakini nilianzia kuwa top hapo form Form 3 nilikuwa top 10 bado, lakini sikuwa na top number 1. Nilikuwa ngapo number 3 tu ama 4. Saa ilikuja tu surprise, after results zimetoka, mimi ndio nimetop shule yetu. Mm, ilikuwa surprise. Semavyo kwamba mchumia juani hulia kivulini. Silas anasimulia jinsi hali ilivyokuwa pale shuleni na hata nyumbani na alivyojizatiti na kujikwamua kutoka kwenye changamoto hizo. Nilikuwa naamka kwanza ndio nisomee before nifike shule, nilikuwa najiamsha. Sasa ndio nikaenda shule nikasomea huko before, before exam yaanze. Aidha, Kibet ambaye sasa ana ari ya kuwa mwana mazingira anahimiza wanafunzi wengine walio nyuma yake kushirikiana na walimu na kutia bidii, swala ambalo litawatengenezea mazingira ya kufanya vyema kwenye mtihani wao sahii. so, na plan ku mbona environmental studies juu hiyo ndio huwa anapenda, na pia nikiweza pata nyingine nitafanya tu bado hmm. E, naweza tu kuambia ukwetu disciplined na pia ufutane na walimu juu au ndio walimsaidia mostly hadi ndio nikakuwa top. Juu wasipokuwa pia disciplined watakuwa na mashida mengi pia, wanaweza fikiria ku drop out. Ni fahari ya kila mzazi kumwona mwanawe akinufaika hasa katika sekta ya elimu, na baada ya kufanya vema katika mtihani wa kitaifa wa KCSE mwaka 2025 Silas Kibet ana matamanio ya kuwa kiungo muhimu katika jamii. Nick Wanguche, Naam.

Na tukisonga mbele ni kuwa vijana kutoka kaunti ya Turkana wamelalamikia kukwama kwa utekelezaji wa mradi wa Nyota, wakisema kuwa hawajapokea fedha walizoahidiwa licha ya kutimiza masharti yaliyowekwa. Wakizungumza mjini Lodwa, vijana hao walisema zaidi ya vijana hamsini waliokuwa wanufaika wa mradi huo hawajapokea kiasi cha shilingi elfu ishirini na mbili kila mmoja. Wamesema kuchelewa huko kumeathiri pakubwa mipango yao ya kiuchumi na juhudi za kujikwamua kimaisha. Vijana hao wameongeza kuwa juhudi zao za kufuatilia swala hilo zimegonga mwamba, wakitaka serikali husika na wasimamizi wa mradi wa Nyota kuingilia kati ili kuhakikisha fedha hizo zinatolewa kwa wakati na mradi huo unatekelezwa kama ilivyokusudiwa.

We, we, we came, we came sisi no person, si, peke yetu. Unatuona hapa tuko wengi, kuna wengine wa Loima, kuna wengine wa Lokori, kuna wengine Turukana South, wengine wa Lexon. Wengi vijana wajapata ni kama hata zaidi ya mia moja nikipiga hisabu juu wale niko nayo hapa kwa karatasi ni zaidi ya hamsini na kitu mi naomba tu wale wako in charge na nyota wajue vile watasaidia watu. Sa hata juzi kuna nyumba nilikuwa nimechukua, nikaambia mwenyewe juu wenye walikuwa wameenda last week na wenye walipata hizo 22000 hata nikachukua nyumba nika nikaongoja, wakasema wenye wao wakupata before date 8 to 16. Sa tumeongoja ndio leo tume

Na kwingineko ni kuwa madaktari wanaohudumu katika hospitali za umma katika kaunti ya Nairobi wameapa kuendeleza mgomo wao hadi serikali ya kaunti itakapolipa mishahara na marupurupu yote yaliyosalia, wakituhumu utawala wa gavana Johnson Sakaja kwa kukiuka makubaliano ya kurejea kazini. Mgomo huo ulioanza Disemba 14 mwaka 2025 umeendelea sambamba na tano mgomo wa maafisa wa kliniki unaoingia siku ya ishirini na moja hali inayolemea